Sisi kwa hakika tumepata hasara kubwa sana kutokana na hii pombe. Personally I've lost my brother two years ago, saizi I've, I've lost my brother-in-law wote juu ya pombe. Na watu, ah watu wenye wanakunywa pombe hatuna matumaini juu, wote ni wasomi. Wengine wanaamka asubuhi wameshajitembeza wanaenda huko kwa pombe, vijana wadogo awaoi. Sasa sisi tumeshindwa, Kapso itakosa generation ama Kapsao itaenda ihame wapi? Ndio ijulikane hapa ni mahali mahali, hata kulikuwa na watu. Sasa hivi kulea mtoto kwa Kapsao imekuwa shida, juu unalea mtoto kwa Kapsao ujui atakurokakuwa nani. Masomo wanapata kila kitu wanapata, lakini mtoto anapofika huko juu university college hivyo ni vile ameenda. Mimi nilipoteza ndugu mwenye alisoma telecommunication engineering Kenyatta University and he is no more, ako kwa grave. Sasa my brother in law was a teacher, ameenda na tujui, more and more to go. Kama itaendelea hivi, tumeamua kama wamama tupige nduru, tuendelee kubaki na wenye watabaki, tusave wale wengine. So mimi naomba serikali tafadhali iingililie kati, jui pombe inauzwa na, na familia moja kuanzia hapa Ketrako mpaka huko Kapso. Haya, kwa jina naitwa Elizabeth Kipsang aliyekuwa kiongozi MCA, na leo hii sisi tumekuja kama kuwakilisha wamama wa Kapso. Pombe imeua watoto wetu. Pombe imeua wase. Yeah. Na pombe hata usiku akuna kitu, wase wanalala wa kama magunia. Yeah. Na sasa wa mama wamekuja kulia. Yeah. Na mimi kama kiongozi, kuna mtuka soo ambaye anauza pombe na hiyo pombe. Yeah. Tunataka tukomeshe kutoka leo, amani aje. Yeah. So tunataka kuomba serikali iweze kulete njia mbadala. Ofisi ya gavana iko wapi? Ofisi ya women rep iko wapi? Yes. Ofisi ya mbumbe iko wapi? Yes. Ofisi ya MCA iko wapi? Yes. Tunataka wamama wakue na amani katika familia. Yes. Yes. Nani atasalisha wamama? Yes. Na wasee usiku wanalala kama makunia. Yes. Fofofo. Ikiwa kama sirikali aita aitakiku atua, Yes. Sisi wamama tutandamana leo, tutandamana kesho mpaka serikali waweze kuchukua hatua kamili, sababu atuwezi kwenda matani kusaa, alafu pombe ikuja itumalizia watoto wetu. So wamama wanasikia uchungu sababu one. School fees, wanalipa. Ama ni aje? Yes. Chakula nyumbani wanashughulikia hata Yes. Kuchenga nyumba hao wengine wanachichengea nyumba sababu wase walipotea na wameenda wakiendanga. Naitwa Betty Kiprop. Mimi ni mkaji wa Kapso. Na kusema ukweli, hii pombe imekuwa tatizo kwetu, kwa sababu sisi tu wenye tunaishi hapo Kapso center hata hakuna kulala. Tuko na wanafunzi hapo, walikuja kusoma, lakini siku hizi so, wote wameenda, watoto wanajiingiza katika ulevi hapo, kwa sababu zinauzwa tu hapo karibu. Tukijaribu kusema, hata makanisa pia nayo wameleta, wame hiyo kililio chao wakisema ya kwamba tafadhalini watu wawache pombe, tumezika watu wengi sana Kapso ya kwamba kwa sababu ya hivi ya hii vitu yenye inauzwa yenye inaitwa best, tunataka tu hii best itolewe, na tunaomba serikali ya kwamba atusaidie kabisa Kapso, hapo senta along Kapso, ukiteremka shule Baringo Polytechnic. hapo unapikwa ngweta, ukitoka tu ikifika kitu 8 to 9 unapikwa ngweta hata una, watoto wetu wadoko imekuwa ngumu kwa sababu uwezi ukamtuma kwa, kwa duka kwa sababu mtoto hata anaesarebiwa. Panki imekuwa mingi, pombe imekuwa mingi, na kitu yenye inatumisa sana ni mtu wetu mwenye anausa pombe hapo hapo hapo hapo hapo. Na ukimwambia, ukijaribu kama ishu yenye tumeraise leo, alitutishia akasema ndashika mama mmoja leo, na leo lazima alale kaburini. Kwanini anatutishia maisha na kwa nini tunalia? Tuna sababu ya rights yetu, right yetu, hata nasari baadaye hatutapata sababu, wasee wetu wanapotelea pombe. Kufika usiku ni kupigana, ni kufanya nini, hakuna hata maisha ya, ya kuendelesha ya familia. So, mkaaji wa Kapso, tungependa kushukuru County Commissioner kwa kutupokea kwa maandamano ambayo tuliandaa, kwa ajili ya watu wetu wa Kapso ambapo wamehangaika sana kwa mambo na pombe. Wanafunzi wanahangaika pia, wazazi wamehangaika, vijana wetu wengi hasa wamepotea kwa pombe, wazazi wetu wamekosa kulipia watoto shule kwa sababu ya pombe. Kapso imekuwa mahali ambapo mtu mmoja ameimiliki kwa njia moja ambayo siyo ya siyo halali kwa ku uzia watu pombe na kuharibu maisha ya watu. Wama zetu tunalia kama wamama ambao tumekuja kwa mta, mtandao, tuseme kwamba watu wetu wakapsa, wamama, watoto, generation ambayo iko nyuma yetu haipo, wasiposaidia was hatuna watu, kwa vile chetu ya Kapsa ni hayo tu, labda Tumefurahia kwa kuhusu mambo na County Commissioner alitupokea vizuri na akatueleza ya kwamba atashirikiana nasi pamoja kwa moja, kwa kupitia idara ya polisi, machief na village elders, ndiposa tuweze kumaliza hii mambo ya pombe area yetu. Tunashukuru sana. Betty, na tumefurahia sana kwa sababu tulipoanza maandamano yetu asubuhi na mapema. Wamama, asanteni kwa sababu mlijitokeza, kwa sababu tunaona ya kwamba mali tunaelekea, hatutaki tena kuzika watu tena, tunataka tumeshukuru sana kwa sababu ya County Commissioner ametuambia kwamba atasafisha vilivyo Kapso. Kama wewe unajua ya kwamba wewe ni musaji hapo but, utaona mambo kwa sababu saa hizi tume, tume, kushirikiana na chief, chief, ma chiefs, ma ocs, ocbd, watu wote wa serikali hapo Baringo County wameamua ya kwamba kapso isafishwe mara moja. Kwa wamama mmefurahia hivyo yes, au hivyo tu?